Siyo eneo la wazi ama stendi mpya, ni stendi ya mabasi yaendayo mkoani na nje ya nchi ya Magufuli hapa Mbezi jijini Dar es Salaam, eneo ambalo limezoeleka kuwa na magari mengi pamoja na abiria, hasa kipindi hiki cha mwezi wa 12 kwa ajili ya watu kwenda mapumzikoni katika mikoa mbalimbali mbali. lakini leo imekuwa ni tofauti. Kulikoni? Hali ya usafiri leo kwa kweli inasumbua. Eh, hali sopo, watu wanaogopa, si bado sijajua. Hapa mimi nimefika tangu saa 12 na naelekea Tabora. Hata ile daili ya kwamba hii gari inaelekea Kahama hamna, ya kuelekea Geita hamna. Lakini wanakwambia John, gari zipo. Sijajua gari ziko sehemu gani, zimewekwa wapi, wamepaki wapi. Mawakala wa mabasi wanasema huenda mapumziko ya sherehe za miaka 64 ya uhuru wa Tanzania bara zilizoadhimishwa jana Disemba 9 ndio sababu ya uchache wa abiria na wengi sana mabasi yao yalikuwa mikoani, na tunataraji leo yatafanya safari zake kama serikali ilivyotuelekeza. Eh, hali ya usafiri nirudi kama kawaida, na shughuli za kijamii zozote zile na rasmi, kesho kutakuwa na mzunguko mkubwa kama siku zote. Wakati mawakala akieleza hayo, Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini LATRA ikaeleza sababu za uchache wa mabasi hayo Uwa. Tunatoa magari mpaka 260 kwa siku. Lakini leo kuanzia asubuhi mpaka sasa hivi magari ambayo yametoka ni mabasi kama 20 na na, na ushe. Na hali hii tunaweza tukasema kwamba ukiangalia kwa kuanzia tarehe moja, mbili, tatu, mpaka sita, saba, ile kulikuwa na wingi sana wa abiria. Kama mamlaka tulitoa vibali, tulitoa tuli tuli ruhusa kwa mabasi na wasafirishaji kuomba vibali vya muda mfupi. Kwa vile tunaweza tukasema pia vimesaidia kupunguza idadi hii ya abiria na mpaka sasa, jumla ya vibali ambavyo vimetolewa mpaka kufikia leo asubuhi ni mia moja kumi na mbili. Uchache wa mabasi pia ni tatizo. Mkoani Dodoma, inachangiwa kutokana na kutokuwepo kwa gari zinazotoka mikoani ambazo kunasababishaga stendi kidogo kuwa imechangamka changamka. Stendi nyingi tunakopita huko abiria sio wengi, unakuta unakuta taira na mafuta tupate kila kitu, unakoenda abiria. Wasishtuke wakasema labda bado kuna changamoto barabarani. Unaona pale kuna safari, kuna wanafunzi wamefunga shule wanaendelea taka kwenda kwenye shule nyingine, waje stendi wachukue usafiri waendelee na usafiri. Mkoani Njombe, wafanyabiashara wa mazao mbalimbali wamekwama kusafirisha bidhaa zao kwenda Dar es Salaam, wakieleza sababu mbalimbali. Hata mwenyewe hapa ni mkulima, nimetoka shamba mfanyabiashara amekimbia ameacha viazi baada ya kuonekana kusafirisha haiwezekani. Nimekuja tu kuangalia hali halisi hali, maana hapa ndo kitovu cha biashara ya viazi lakini, nakuta hata hali iliyopo hapa, hata magari yenyewe hayapo, wameyaficha hapa, hayaonekani. Viazi vilioza, mbao na mahindi havikuharibika, lakini mzunguko wa biashara umekuwa mdogo. Ni kawaida kila mwisho wa mwaka kuibuka shida usafiri kutoka Dar es Salaam kwenda mikoa mbalimbali, lakini shida hiyo huanza Desemba 15, na kuendelea. Hali ambayo ni tofauti kwa mwaka huu ambapo shida ya usafiri imeanza tangu mwanzoni mwa mwezi huu. Estabila Malisa, Azam News.